Isaiah Maxwell ni msanii wa uchoraji mwenye kipaji kikubwa lakini hana uwezo wa kifedha, anaishi maisha ya kawaida sana. Maisha ya Isaiah, anaishi kwenye studio ndogo, apartment ya kawaida, anajikimu kwa kuuza michoro kwa bahati nasibu, kufanya kazi ndogo ndogo, hana uhakika wa kesho yake, hutegemea mafanikio ya kazi yake. Isaiah ni kijana mpole, mwenye aibu kiasi, na mkimya, anayeishi katika mji wa Washington DC. Leo kwenye event hii ya mambo ya uchoraji anakutana na mwanadada wa kuitwa Stevie Richmond. Stevie ni mwanafunzi wa sheria law student anayekaribia kumaliza masomo yake katika hatua za mwisho. Yeye ni msomi mwenye akili nyingi na anayejituma sana. Tofauti na Isaiah ambaye anajiajiri kwenye sanaa, Stevie anajiandaa kuingia kwenye ulimwengu wa kitaaluma corporate world wenye sheria na taratibu kali. Maisha ya Stevie ni tofauti sana na ya Isaiah. Stevie anatoka asili ya tabaka la juu kwenye familia ya kitajiri na yenye ushawishi ya watu weusi mjini Washington DC. Wazazi wake wana mategemeo makubwa sana kwake. Mama yake Stevie ni mtu anayejali sana hadhi, status. Stevie anaishi chini ya shinikizo la kufuata njia sahihi ya kimaisha, kupata kazi nzuri, kuolewa na mtu wa hadhi sawa na kulinda jina la familia. Isaiah Maxwell na Nick Wright pamoja na Meka Gerima ni washikaji walishibana sana, na leo kwenye klabu hii kuenjoy life. Kwa mbali anatokea Stevie na Isaiah anamuona tena Stevie kwa mara ya pili. Pia Stevie na Nick Wright pamoja na Meka ni marafiki na urafiki wao ni wa muda mrefu, kuanzia kipindi cha ujana wao chuo kikuu hadi kufikia utu uzima, adulthood, ambapo kila mmoja anaanza kujenga taaluma yake. Baada ya muda mfupi wa Isaiah na Stevie kukaa kwenye eneo hili, inaonekana mioyo yao uongea lakini vinywa vyao vipo kimya bila ya neno. Hapa naweza sema kwamba njaa itaondolewa na shibe, joto litaondolewa na baridi, kiu itaondolewa na maji, kiza kitaondolewa na mwanga, na hata huzuni itaondolewa na furaha, lakini ni mapenzi peke yake ndiyo yataondolewa na mapenzi. Baada ya usiku wa klabu mpaka morning hii wanarudi nyumbani na Isaiah anajipa uthubutu wa kuomba namba ya simu na kupewa. Urafiki ukashamiri katikati yao, siku zinazidi kwenda, ukaribu na ukawa kipao cha mbele. Stevie anakaribishwa kwenye studio ndogo ya maajabu yote ya michoro inapofanya, kwenye maongezi ya hapa na pale, kisi ya kwanza inapatikana humu. Mapenzi yao yalishamiri sana. Wawili hao ukiwauliza nini maana ya mapenzi, jibu la pamoja watakujibu tuwaangalie wao, ndio tutajua nini maana ya mapenzi. Kutokana hali ya kiuchumi, Stevie alimshawishi Isaiah atoke kule uswahilini aje waishi wote, ndiyo jambo jema zaidi. Isaiah alikubali hilo, anajua ipo siku atatimiza ndoto zake, atakuja kusimama kama mwanaume kamili. Maamuzi ya Stevie, anamchukua Isaiah na kumpeleka kwao na kumtambulisha kwenye familia yake. Stevie anamtambulisha Isaiah wakati wa chakula cha jioni nyumbani kwa wazazi wake. Wazazi wa Stevie, hasa mama yake, walianza kumuuliza Isaiah maswali ya kudadisi kuhusu kazi yake. Wakati Isaiah anajieleza kuwa yeye ni mchoraji artist, majibu ya wazazi wake Stevie yalikuwa ya kishabiki, lakini yenye dharau ya chini chini. Mama yake Stevie alitaka kujua kama sanaa ni kazi inayoweza kumtunza mke na kumpa maisha ya uhakika. Kwao, sanaa ilionekana kama hobi, kitu cha kufanya wakati wa ziada na si kazi rasmi ya kuheshimika kama sheria au daktari. Isaiah alijihisi mnyonge na kutofaa, out of place. Alijiona kama mtu anayehukumiwa kwa kigezo cha akaunti yake ya benki badala ya kipaji chake. Hali hii ilimuumiza sana kwa sababu Isaiah anajivunia sana kazi yake, lakini mbele ya wazazi wa Stevie alijiona kama maskini asiye na mbele wala nyuma. Baada ya kuondoka nyumbani kwa wazazi wake Stevie, na Stevie alijaribu kumtetea Isaiah na kumtuliza, akimwambia kuwa maoni ya wazazi wake hayajali. Hivyo hivyo, mbegu ya shaka ilikuwa tayari imepandwa kwa Isaiah. Tukio hili lilionyesha wazi kwamba ingawa Isaiah na Stevie walipendana, ulimwengu wao ulikuwa tofauti sana. Wazazi wake Stevie walimuona Isaiah kama mtu atakayemchenewesha binti yao, wakati Stevie alimuona kama mwanaume wa ndoto zake. Leo, Isaiah anakataa ofa ya mtoko wa kesho, anasema atakuwepo kwenye ofisi yake kuna kazi anamalizia. Jambo hili Stevie lilimchanganya sana na kumwambia kwamba kesho ni siku ya pumziko, lakini Isaiah alikataa kabisa kujumuika nao. Alama ya hatari inaanza kuonekana moyo wa upendo kwenye kuta zake zinaonyesha ufa mwembamba sana. Hapa ndio mwanzo wa Isaiah alitumia muda wake mwingi kwenye studio kuliko kukaa na Stevie. Leo Stevie napata ofa ya kazi kwenda Chicago kufanya kazi, lakini ofa hiyo anatupilia mbali kwa sababu ya Isaiah anaamini uwepo wake na ukaribu na Isaiah itampa motisha yake mafanikio kwa mpenzi wake ni bora abaki kwenye mji mmoja Isaiah na yeye anapata kazi ya kuaminika kwenye sanaa yake ya uchoraji mambo yanaanza kubadilika ubizi ni mwingi kuliko ukaribu na Stevie leo wapo nyumbani Isaiah majaribu kumuuliza Stevie kuhusu interview yake ya Chicago ambayo Stevie alikuwa ameifanya Stevie alijitetea kwa uchungu Mazungumzo yalibadilika kuwa malumbano pale Stevie alipomkumbusha Isaiah mambo yafuatayo: kujitolea kwake. Stevie alimweleza Isaiah kuwa amekuwa akimsaidia na kumuunga mgongo kwa kila hali wakati Isaiah hana kitu, lakini sasa hivi Isaiah amepata mafanikio, amekuwa binafsi na kupuuzwa kihisia. Stevie alilalamika kuwa Isaiah hamuoni tena tangu Isaiah apate umaarufu amekuwa akitumia muda wake wote kwenye sanaa na watu wa sanaa, huku akimwacha Stevie pembeni kama pambo tu. Majibu ya Isaiah, akiwa bado na ego ya mafanikio mapya na presha ya kazi, hakutoa maneno ya faraja, badala yake alionekana kujihami, defensive. Alihisi Stevie anajaribu kumharibia furaha ya mafanikio yake kwa kuleta habari za kuhama mji. Hali hii ilimfanya Stevie aone kwamba Isaiah hajali kabisa mahitaji yake ya kikazi au kihisia. Mzozo ulipofikia kileleni, Stevie alishindwa kuvumilia dharau na hali ya kutopewa kipaumbele. Alihisi kuwa amejitoa sana kwa ajili ya Isaiah, lakini Isaiah hakuwa tayari kufanya hivyo kwake. Kwa hasira na machozi, Stevie alimfukuza Isaiah nyumbani kwake. Kwa nini waligombana kiasi hicho? Tatizo hakukuwa Chicago peke yake, tatizo lilikuwa ukosefu wa mawasiliano na usawa. Isaiah aliona mafanikio yake kama kitu walikuwa wanapigania wote, hivyo hakuona kosa la kuwa busy. Stevie aliona kuwa amekuwa daraja la Isaiah kufika juu, lakini sasa Isaiah amefika na anataka kuvuka bila kumgeukia Stevie. Baada ya mwaka mmoja kupita, Isaiah amekuwa mchoraji maarufu sana na mwenye mafanikio. Stevie naye amepiga hatua kubwa katika taaluma lake ya sheria. Wanakutana tena kwenye onyesho lingine la sanaa la Isaiah. Hisia zipo na kuna mvuto mkubwa kati yao, chemistry ambao haujawahi kufa. Wanakaa na kuzungumza kwa kina kuhusu yaliyotokea. Isaiah anakiri makosa yake na anaonyesha kuwa sasa amekuwa matured na anaelewa thamani ya Stevie zaidi alivyoelewa mwanzo. Hivyo hivyo, wakati umeshasogea mbele sana. Licha ya upendo wao, Stevie anafanya uamuzi mgumu. Anakubali kuwa anampenda Isaiah lakini anaamua kuwa lazima aendelee na safari yake kwenda Chicago. Hatua hii inaonyesha kuwa Stevie amejifunza kujiweka yeye mwenyewe kipaumbele na hawezi tena kuahirisha ndoto zake kwa ajili ya mwanaume hata kama anampenda. Filamu inaishia kwa kuacha mlango wazi kidogo, ambiguous ending. Isaiah anachora picha nzuri sana ya Stevie ambayo inabaki kama alama ya upendo wao wa kweli uliopita. Wote wawili wamepata kile walichokuwa wanatafuta mwanzoni kwenye filamu. Isaiah amepata umaarufu wa sanaa na Stevie amepata uhuru wake wa kikazi, lakini wamekipata kwa gharama ya kupoteza uhusiano wao. Ni hitimisho ambalo ni bitter sweet, lina uzuri na maumivu kwa wakati mmoja. Filamu inaitwa Really Love ya mwaka 2020. Nadhani nimekupitisha vizuri sana na kuielewa vizuri filamu hii. Kazi yetu kuzunguka dunia nzima kukutafutia filamu nzuri na kukuelekeza kwa lugha ya Kiswahili tena ya kishikaji zaidi. Imeandaliwa na acontinuer Kizinga. Tunakuomba usubscribe, like, share na comment, niambie umeuonaje mzigo huu. Komenti yako ni ya umuhimu sana kwetu. Tunapatikana TikTok, Instagram, Facebook, Telegram na X kwa jina la 255 nyumbani. Pia tuna group la WhatsApp. Tumekuwekea links zote hapo chini. Asante.